Okay, nadhani tunaendelea na programu yetu ya utengenezaji wa sabuni za tiba na urembo. Sasa siku ya leo nadhani tutaendelea kujifunza utengenezaji wa sabuni ya karafuu. Sasa kama ilivyo kawaida katika utengenezaji wa sabuni e, jambo la kwanza ni kuandaa caustic solution. Kwa hiyo na hapa tumeandaa caustic solution, then tumeongeza karafuu siku hiyo hiyo, then baada ya hapo E, utaiacha ikae ndani ya masaa ishirini na nne. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kutengeneza caustic solution, baada ya kutengeneza caustic solution, utaongeza karafuu, then baada ya kuongeza karafuu, e, katika ile solution yako utaichanganya vizuri kama hivi tunavyochanganya, then baada ya hapo utaiacha ikae ndani ya masaa ishirini na nne. Kwa hiyo hakikisha unaichanganya vizuri. Baada ya masaa ishirini na nne utaichuja kama hivi tunavyofanya. E, hakikisha e, eh, zile chenga chenga na vitu kama hivyo visiingie visi, visi katika sabuni. Itakuwa sabuni iwe laini sana, ndio inavutia, maana hata mtu akitumia katika kuoga na kwa iko vizuri. Kwa hiyo hiyo ndio hatua ya pili, then baada ya hapo uta, utaweka katika chombo chako ambacho unaikwenda kuchanganyia ile solution yako. Baada ya hapo utachukua mafuta ya mise au mafuta ya nazi, lakini zaidi zaidi tunatumia mafuta ya mise. Kwa mfano siku leo tumetumia mafuta ya mise katika utengenezaji wa sabuni hii ya karafuu kwa hiyo utaanza kumimina taratibu e, ile mafuta yako yale e, kuhakikisha unachanganya vizuri kabisa. Kwa hiyo baada ya kufuata hatua hizo nadhani utaendelea na hatua zingine za utengenezaji wa sabuni kama kawaida. Nadhani kitu ambacho ni kikubwa zaidi katika mafunzo haya ni namna ya kuchanganya ile caustic solution kwa mafuta yetu ambayo tunayotumia ni mafuta haya ambayo ni mafuta ya mise. Kwa hiyo hakikisha mafuta yako yanakuwa yako safi, asiwe na chenga chenga, asiwe na uchafu ili sabuni utakayokuja kuitengeneza basi iwe ni sabuni ambayo inakuwa na ubora uliokuwa mzuri, maana yake ubora wa hali ya juu sana. Nadhani hapo hata kama ukiingia sokoni basi e, sabuni yako itakuwa na ubora ulokuwa mzuri, maana kuna ukaliteka ukaliteka soko vizuri, kutokana na ile sabuni yako inakuwa ina na ubora uliokuwa mzuri. Kwa hiyo hatua zinazoendelea ni hatua za utengenezaji wa sabuni tu kama ilivyokuwa kawaida, then hapo hapo unaweza kuongeza perfume ukaweka na glycerin kama hivyo ambavyo e, tumevyofanya. kwa hiyo baada ya hapo nadhani sabuni yako inakuwa iko vizuri kabisa. Kwa hiyo hakikisha unachanganya vizuri, isitokee yale mabonge mabonge ya sabuni au sabuni isichanganyikane vizuri, maana kuna uwezekano sabuni ikaganda sehemu zingine, kuna mafuta sehemu zingine, kuna maji, kwa hiyo inakuwa inajitenga tenga, lakini unapochanganya vizuri sabuni yako inatoka ikiwa iko vizuri kabisa na yenye kuvutia. Kwa hiyo, hizo tu ni hatua ambazo unaweza ukazifuata katika utengenezaji wa sabuni hii, lakini pia katika utengenezaji wa sabuni zingine kama vile sabuni ya mchele, sabuni ya papai, sabuni ya parachichi, sabuni ya marobaini, sabuni ya mwani, hatua ni hizi hizi, lakini Eh, hivyo ndivyo vitu vya msingi ambavyo unaweza kuzingatia katika utengenezaji wa sabuni hiyo, hasa hasa ni upande wa vipimo. Kwa hiyo unaweza kutumia mold za aina mbalimbali. Kwa mfano, siku leo tumetumia mold hii ya silicon ambapo baada ya hapo tutaikata. Lakini vizuri kwa sababu ni sabuni za kuogea, unaweza kutumia zile za silicon ambazo zina shape maalum. Kwa mfano, kuna mwanafunzi wetu mmoja ambaye ametengeneza sabuni hii akafua akatumia zile za shape, sabuni yake imetoka vizuri sana na nadhani kama upo katika program yetu na unaweza kuwa tayari umekwisha muona maana alipost katika Grupu la support then nadhani saizi anafanya biashara zake sasa. Sio sabuni hiyo, tunatengeneza sabuni nyingi sana za aina tofauti tofauti, sabuni za kuogea, na sabuni hizi zina ubora uliokuwa mzuri, na kama unafanya biashara ni sabuni nzuri sana sabuni na sasa, e, kwa sababu sabuni moja inakuwa na gharama ya kipekee. Sasa baada ya kuwa umeacha utaacha kama kawaida ndani ya masaa manane hadi masaa almost e, masaa sita hadi masaa kumi na mbili, sabuni yako inakuwa imekwisha ganda. Kwa hiyo baada ya hapo sabuni utaikata vizuri, lakini kama umetumia e, zile ambazo zimetengeneza shape moja kwa moja, nadhani unatoa hapo, unaiacha almost kwa masaa sita. Ndo unaanza kuitumia hiyo, kama inakatwa. Baada ya hapo, kila kitu kinakwenda, na swali basi utauliza katika group la support, ili na kama bado etu, basi sana. Kuna vitabu vipo, lakini pia kuna mafunzo mengi pamoja na maeneo uweze kupata video tamtam -tam kama hizi. Karibu sana, tutaendelea kutoa mafunzo kupitia programu yetu ya Mjasiriamali Plus. Karibu sana.